utakwenda kuikutanisha miamba ya soka kutokea jijini Dar es Salaam klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mbeya City kutokea mkoani Mbeya ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe kumi na tatu mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo Simba ndiye ambaye atakuwa mwenyeji katika uwanja wa KM Complex, mchezo ambao kwa upande mwingine utakwenda kuanza kuanzia majira ya sa saa kumi jioni, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Mbeya City, wao kwa upande mwingine wanashiriki michuano hii mara baada ya kuiondosha klabu ya soka ya Azam Football Club, lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wanashiriki michuano hii mara baada ya kuyaondosha klabu ya soka ya Big Man Football Club kwa mabao mawili kwa moja kwahiyo, tunaona ni mchezo ambao unakwenda kuvutia kwa sababu ukiangalia Simba wapo nafasi ya pili kunako ligi kuu ya NBC, huku klabu ya soka ya Mbeya City wao pia wapo katika nafasi ya pili katika michuano mikubwa ya Championship. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Mbeya City kapanda daraja kuelekea katika msimu ujao. Ukiangalia katika Championship wanafanya vizuri, wamecheza michezo ishirini na tano wakiwa wamefunga mabao kumi na sita e, sare michezo saba na kupoteza mchezo mbili. Mbeya City wamefunga mabao 50 na kuruhusu mabao 21, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi katika Championship ikifuatiwa na Mtibwa Sukari. Kwa hiyo wana pointi 55 wakiwa katika nafasi ya pili, lakini Mbeya City wanakwenda kutana na Simba ambao wanashiriki ligi kuu, wapo katika nafasi ya pili na wao wakiwa wamecheza michezo 22, wameshinda mechi 18, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 52 na wao kuruhusu mabao 8, wakiwa na alama 57 katika nafasi ya pili, lakini huu ni mchezo wa kombe la CRDB Bank Federation Cup. Na historia inaonyesha katika michezo ambayo Simba wamekutana na Mbeya City, ni michezo kumi ya mwisho: Simba ameshinda michezo nane, sare ukiwa ni mchezo mmoja, Mbeya City ameshinda mchezo mmoja, na mechi ya mwisho kukutana ni mechi ambayo ilichezwa ligi kuu ya NBC mwaka 2023 kabla Mbeya City kushuka daraja, Simba walishinda kwa mabao matatu mawili. Kwa hiyo wanatamani kwenda kukutana tena katika mchezo mwingine, mashindano mengine, ambayo mashindano haya ni lazima mtu aweze kupatikana kwenda hatua ya nusu fainali michezo mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup. Sasa kabla ya kuendelea mbali kama unaamini Mnyama Simba Sports Club atakwenda kuibuka na ushindi katika mchezo huu dhidi ya Mbeya City, like video yetu halafu tuambie Simba hii ya mtaalam Faldu unaiona ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Sasa. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mbeya City, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi, mtaalamu mtaalam Faldu Davis ameweza kukitangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mbeya City. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni Ali Salim Katoro. Eneo la fullback namba mbili atakwenda kuanza mchezaji anofahamika kwa jina la David Kameta Duchu. Huko fullback namba tatu klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Valentin Noma. Eneo la center back namba nne Klabu ya Soka ya Simba Sports Club wanatarajia kwanza na Shamum Karabua, huku center back namba tano akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Hussein Kazi. Eneo la kiungo namba sita, klabu ya Soka ya Simba wanatarajia kuanza na Agustine Okejefa, huku winga namba saba ambaye ataenda kusimama ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Lada Kichasambi. Eneo la kiungo namba nane, klabu ya Soka ya Simba wanatarajia kuanza na Debra Fernandez Mavambo huku mshambuliaji namba tisa ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ni Leonel Christian Ateba Mbida. Eneo la kiungo namba kumi klabu ya Soka ya Simba wanatarajia kuanza na Awesu Ali Awesu, huku winga namba kumi na moja klabu ya Soka ya Simba wanatarajia kuanza na Joshua Mutale SGR Budo. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha mnyama Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mbeya City. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultani: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 068047 62 77 pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo mpigie muda wote Sheisa Sultani ili utibiwe hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao